Kiongozi wao wa Wiper Kalonzo Musyoka wakitaka jiunge na serikali. Seneta wa Kitui Enock Wambua akisema kwamba maendeleo yaliyoahidiwa eneo hilo la Ukambani baadhi yamo ni ya hewa na hata baadhi ya mashamba yaliyojengwa nyumba za bei nafuu bado wananchi hawajalipwa. Aidha amedokeza kwamba maendeleo ni haki ya kila mmoja kwani yeye ni mlipa kodi. Fred Wambua anaarifu. Ziara ya Rais William Ruto katika eneo la Ukambani, kaunti ya Machakos, Makueni na Kitui ilionyesha juhudi zake za maendeleo, lakini pia siasa za kitaifa ziliibuka. Baada ya ziara hiyo kukamilika, viongozi wa Ukambani sasa wanajitokeza kutoa hisia zao, seneta wa kaunti ya Kitui Enock Wambua akisema kuwa kikao kilichofanyika katika ikulu ndogo kaunti ya Kitui zilikuwa ni kumwongelelea tu kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka. Kuna leaders wameitwa hapa Kitui town, wengi tu kabisa from all over, wamekaa pale nakaa na president hapo, na I'm told kwa sababu pia na mimi nimetuma watu wangu waende kaa wakaya hapo wa wasikilize. 95 of the percent of the time in that meeting ilikuwa ni story ya Kalonzo Musyoka, vile Kalonzo Musyoka ni mtu mbaya yule Kalonzo Musyoka amefanya nini? Amekataa kuingia kwa serikali, alafu malipo baadaye ni kila mtu alipewa shilingi elfu kumi, na Ruto akaingia kwa ndege akarudi na Nairobi, na kila mtu akaenda nyumbani. Kuna watu tukisema one time wanaona kama ni kitu mbaya, yani yani si, si ni sawa tu, at least shukuru Mungu kumekuwa na tamu. you know? there are people who have not had any time. Yeah, sasa tukisema Ruto uh, ni one time wanafikiria ni nikuongea mbaya sijui ni hapana. Wambua akiweka wazi kuwa serikali kwa kiasi kikubwa pia imechukua mashamba ya wananchi kujenga nyumba za bei nafuu na kukiuka haki zao, akiwataka wananchi kutokuwa na uoga kujitokeza kujitetea ipasavyo. Siku ya leo zile mashamba ambazo zimepeanwa, kwa sababu ya kufanya kazi ya Mungu na kazi ya watoto wetu, serikali inaenda kuchukua hizo vitu inasema ndio ina kufanya maneno yaitwa affordable housing. Sasa nasikia kuna kile ndio affordable housing. So saa ile munapigania haki yenu musiwe na uoga, msiogope, kwa sababu mkiogopa hiyo sio roho ya Mungu, hiyo ni roho ya mtu mwingine ajulikane ni nani. Aidha wamedokeza kwamba maendeleo kwa wananchi wote ni haki yao, kwani wanalipa kodi na sio lazima wamshabikie rais ndio wapate maendeleo kikamilifu ubabe to to eh, right huu wa kisiasa unajitokeza wakati ambao Kalonzo Musyoka anaendelea kupewa kipaumbele na hasa kutoka mrengo wa upinzani kuipeperusha bendera yao. Fred Wambua, Undugu TV.